Watu wengi leo ni yatima hawana wasasi watu wanawake wengine hawana wanaume kwa sababu ya bunduki nam. Kwingineko, rais Yoweri Museveni wa Uganda amethibitisha kuwa serikali yake iliwateka nyara wanaharakati wa Kenya Bob Njagi na Nicholas Oyoo, akiwataja kuwa wataalam wa maandamano waliofanya kazi kwa karibu na mpinzani wake Bobi Wine. Katika mahojiano yaliyopeperushwa na kituo cha UBC, Uganda, Rais Museveni alikiri kupokea simu kutoka kwa viongozi wa Kenya walioshinikiza kuachiliwa kwa wawili hao. Pia alikiri kutumia utekaji nyara kama njia ya kuwakabili mahasidi wake wa kisiasa akidai wanatumiwa kuharibu taifa hilo. Gatete Njiroge anatuarifu. Saa chache baada ya serikali ya Uganda kuwaachilia wanaharakati Bob Njagi na Nicholas Oyoo, Rais wa Uganda Yoweri Museveni amevunja kimya chake kuhusiana na tukio hilo. Museveni amekiri kuwazuilia wawili hao kwa siku 38 na kufuatia ripoti za ujasusi zilizowahusisha na maandamano nchini Kenya. Here, Kulingana na Museveni, Njagi na Oyoo walizuiliwa eneo maalum ambako ilichukua juhudi za viongozi wa Kenya kuzungumza naye kabla ya kufanya uamuzi wa kuwaachilia. Rais wa Uganda anasema wawili hao ni miongoni mwa makundi yanayopata ufadhili kutoka ughaibuni kuzua rabsha akisema imemlazimu kuwateka nyara wengine mara kadhaa. so we no Museveni anaamini maandamano dhidi ya uongozi barani Afrika ni njama ya kuchukua rasilimali za Waafrika. Lakini ni kukiri kwake kuwateka nyara Njagi na Oyoo ambako kumetamausha wengi kwani serikali ya Uganda ikiongozwa na asasi za kiusalama ilikana kuhusika. I don't have any information to the effect that they are in police custody. Nor do I have any information that they are accused by police. If I had it, I would volunteer it here without any reservations. Semi za polisi zilifuatwa na taarifa ya jeshi la Uganda kwa mahakama kuu. Kwenye taarifa yao walieleza mahakama kuwa wamefanya uchunguzi wao na kukagua rekodi zao na kwamba wawili hao hawako mikononi mwao, maelezo yaliyopelekea mahakama kuu ya Uganda kutupilia mbali kesi iliyowasilishwa kusurutisha serikali ya Museveni kuwatoa wawili hao. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen.